Ni asubuhi na mapema katika kijiji cha Musenyi kilichopo eneo la Tangara jimbo la Ngozi kaskazini mwa Burundi, wakimbizi wengi kutoka DRC wanaonekana kukata tamaa. Miongoni mwao ni Cloud ambaye amejitambulishwa kwa jina moja tu, anahofia kufa hivi karibuni kutokana na njaa au ghasia. Wakati huu amejihifadhi katika kambi moja nchini Burundi. Yeye ni miongoni mwa maelfu ya wakimbizi wa Kongo waliotokana na vita vya mpaka na kupunguzwa kwa misaada ya mashirika ya mashirika ya kimataifa ya chakula. Mkuu wa misheni ya operesheni ya Save the Children nchini Burundi, Geoffrey Kirenga, anasema maisha nchini humo yanazidi kuwa magumu. The influx from the Congo, miminiko kutoka Kongo na mapambano ya kiuchumi ambayo yapo ya ndani ya Burundi yanazidi kuwa magumu. Jumuiya ya kibinadamu yenyewe imeenea mpango chakula duniani umepunguza mgao wa chakula kwa a wakimbizi na tayari ni tatizo kubwa. Kirenga anaenda mbali zaidi kwa kusema mzizi wa changamoto hizo ni hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kusitisha misaada ya kibinadamu. Kupunguzwa kwa misaada haswa serikali ya Marekani ilikuwa wakati mbaya sana, kwa sababu inakuja wakati ulimwengu unaangaika na vita huko Sudan, Kongo, Ukraine na sehemu nyingine ulimwenguni, lakini wakati huu nchini Burundi, hali ni mbaya sana, kwa sababu huu ni wakati ambapo Burundi ilihitaji msaada ili kuwa na uwezo wa kusaidia wakimbizi walio katika mazingira magumu. Naye conflict... naibu msimamizi wa kambi ya Misenyi Oscar Niyabizi amesema kuondolewa kwa msaada ni changamoto kubwa inayoweka rehani usalama Me... Lakini kwa vile tumeshapita idadi iliyopangwa, matatizo yanaongezeka. Kwa mfano usimamizi wa maeneo unazidi kuwa mgumu. Kwa mfano karibu yako kuna nyumba zimejengwa hewani, lakini kule unaona ni za kunyonga. Watu wengine wamekuja na matatizo huku, kuna watu wanaishi na magonjwa. Kwa hiyo kuishi kwenye vibanda vya jumuiya lazima iwe vigumu. Athari hiyo inadhihirika moja kwa moja kwa wakimbizi waliovuka mpaka kutoka Kongo kuingia Burundi. Judith, mama watoto wa nane, amekata tamaa ya maisha kuishi yenye tunaishi ni ya shida tu. Haiharizisha sababu sunona mimi sinasema niko mama watoto nane. Mama watoto nane ninalala hapa. Tunalala hapa. Hakuna maisha yako. Utawala wa rais Trump umepunguza bajeti yake ya misaada kwa asilimia 80, na mataifa mengine magharibi pia yamezuia ya michango yao. Hatua hii imelazimisha mashirika yasiyo ya kiserikali na mashirika ya Umoja wa Mataifa kufunga au kupunguza kwa kiasi kikubwa programu nyingi. Kupunguzwa kwa misaada hiyo kumejiri nyakati ngumu zaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kushuhudia mapigano ya waasi na jeshi la serikali. Wakongo takriban elfu sabini na moja wamekimbilia Burundi tangu Januari. Hali iliongeza mzigo kwa taifa hilo linalokabiliwa na umasikini huku likiwa na wakimbizi wengi wa migogoro ya awali. Mimi ni Sauda Mkalokota wa UFM.